Paris Nene. Twapigie makofi. IT Patron Elda Francis Maina, Chair Juma Mulingwa, Vice Chair Charles Mutembei, Secretary Isabella Faith, Vice Secretary Chomba Ndungu, Treasurer Stella Kuria. Twapigie makofi. Patron, uh, Choir Patron Elder Patrick Ndungu, Chair Samuel Chege, Vice Chair Lea Nganga, Secretary Winnie Joshua, Vice Secretary Pauline Mugai, Treasurer Nahomi Ndungu. Makofi kwao. Praise Team Patron Elder Susan Ndungu, Chair Kate Wambua, Vice Chair Renson Mbudhia, Secretary Esther Njuguna, Vice Secretary Mary Kauthia, Treasurer Yunis Wanjiko Njenga. Makofi kwao. Development Patron Ella Charles Karigidu, Chair Kevin Mbugwa, Vice Chair Jesse Karu, Secretary Jamila Wamboi, Vice Secretary David Mbugwa, Treasurer Elijah Wandeto. Tuwapigie wote makofi. Hao ndio viongozi wetu wa 2025 2026. Tuzidi kuwaombea, Mungu azidi kuwawezesha kufanya kazi ambao wamechaguliwa kufanya. Jina ni Dan Kanonyango, nimeokoka na mpenda Kristo kama mwokozi wangu. Muwe na wiki njema na Mungu aweze kuwabariki. Asanteni sana, appreciate our chairman. Juu ni wakati wa ni kipindi cha watoto, watoto wakuje mbele waombewe, na tunaongozwa na Elder Jaramba. Watoto kujeni mbele, watoto.

Nani atatuongoza na Apostle Creed? Nani atatuongoza? Haya tusimame wazazi. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akateswa akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka huko atakuja kuhukumu walio hai na waliokufa namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lililo moja, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele amina. Wazazi tukae, tubakishe ma youth na high schoolers, na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako, tukitubu kwamba sisi ni wenye dhambi. Na hatuwezi bila wewe ewe Yesu Kristo. Tazama hawa watoto wetu ambao umetupa ili tuweze kuwaleta kwako Bwana. Tazama wamekuja hapa wakikiri kwa imani kwamba wanakupenda. Asante kwa sababu ya mioyo yao. Asante kwa sababu tunajua uko na mipango mizuri juu ya hawa watoto. Tunaomba neema yako ikawa juu yao wakaenda wakiwa protected na wewe katika mashuleni katika manyumbani na katika yale yote yanatenda. Tunajua ni kwingi watoto wanataabika mainchi ambazo hazikujui, mainchi zilizo na vita, lakini hawa wetu Baba, umewasikilia umewapata huruma na kuwaweka mahali kama hapa. Asante. Tunapoendelea kuwafunza tunapoendelea kukua katika hii kanisa yetu ya Milele, Baba, neema yako ikawa juu yako wakasoma wakakujua ili hata wakati watakuwa wakubwa kama sisi, Bwana wasitoke ndani ya imani hiyo. Asante kwa walimu ambao ataenda kuwafunza siku ya leo. Naomba Baba, ukawapa neema na hekima wakaweza kuwafunza kwa njia inayofaa, wakawafunza mbinu zako, wakawafunza imani yako, ili wakakuwa wakikupenda, nayo fedha yako, neema yako na baraka zako zikawajuia. Asante kwa wazazi wao ambao wanafanya bidii kuwatafutia hata pesa ya shule. Baba, hebu wakaenda shule na tukapata matunda mazuri.

Bwana asifiwe. Ni wakati wa zaka na sadaka. Naomba mashemanzi wawili waweze kuja hapa. Wakati wa zaka na sadaka ni wakati wa kuamubudu Mungu na kumsifu kwa sababu ya wema wake kwetu. Kwa hivyo naomba tujitayarishe. Ukihitaji bahasha, unaweza inua mkono, utaletewa mahali ulipo. Naomba tusimame na tuombe. Baba Mwenyezi twasema asanti kwa sababu ya wema wako. Wewe u mwingi wa rehema, wewe ni Mungu ambaye anatupenda, na wakati huu wa dhuhuri twaja kwako tukiwa na furaha ndani ya mioyo yetu kwa sababu ya baraka zako kwetu sisi, kwa sababu ya wema wako ambao ni mwingi kwetu sisi. Wewe umekuwa pamoja nasi wiki mzima na umetubariki umetubariki katika manyumba zetu katika mabiashara zetu katika uh, makazi, aba, uh, makazi zile ambayo umetupa. Umetubariki ewe Bwana na tuna shukrani nyingi ewe Kristo mwema tunapokuja mbele zako uh, kutoa matoleo tunasema ni asanti kwa sababu umetuwezesha na umetupa hiyo hekima ya kwamba ni vizuri kuja katika nyumba yako na kutoa fedha kwa sababu ya kueneza injili. Ewe Kristo mwema, twaomba ewe Bwana uendelee kutubariki, tusaidie kukuamini wewe kama Mungu wetu katika kila hali ewe Bwana. Wale ambao wanapitia mapito magumu ewe Bwana, twaomba wakati huu ya kwamba uwakumbuke. Kuna wale ambao wako na ombi mbele yako ewe Bwana, twaomba ewe Kristo mwema, ya kwamba utawasikiza na utawatendea ewe Kristo mwema kwa sababu wewe huwa unawatendea watoto wako. Waelekeze ewe Bwana, na uwakumbuke Kristo mwema. Wale ambao wako na uh, hali ya kukosa ewe Bwana, kwa wema wako ewe Bwana, tuomba uwatembelee na uwabariki Kristo mwema. Ni asanti kwa sababu sisi ambao tunakuamini unawatendea watoto wako Kristo mwema twarisifu na twalinua jina lako katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Tutaleta zaka zetu na sadaka na fungu la kumi, na tunakapo tunafanya hivyo, wanakwaya, tupatie pambio moja, tusimameni tulete sadaka zetu siku hii leo cha kukupendeza cha kukupendeza kupendeza siku hii ya leo ni sadaka safi isiyo isiyo na dua

Amen. Amen. Ni wakati wa masomo yote mawili yakifuatana. Somo la kwanza zita, zita, ni kutoka uh, kitabu cha Kutoka 34:1-8 ambayo tutaongozwa na, tutasomewa na Erickson Dege e, na ya pili ni Wakorintho wa kwanza, 15:33 ukisomewa na Joel Donga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, kanisa. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka, kifungu cha 34 mstari wa kwanza mpaka wa nane Exodus 34 verse 1 to 8. Mstari wa kwanza linaanza kisha: Bwana akamwambia Musa, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza nami nitaandika juu ya mbao hizo maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za, kwa, za kwanza hizo ulizozivunja. La pili, nawe uwe tayari asubuhi na asubuhi ukwe, ukwe juu katika mlima wa Sinai, nawe hudhurisha nafsi yako kwangu huko katika kilele cha mlima. La tatu, asikwe mtu pamoja nawe wala asionekane mtu awaye yote katika huo mlima wala kondoo na ng'ombe wasilishe mbele ya huo mlima. Ya nne, naye akachonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, na Musa akainuka na mapema asubuhi, naye akakwea katika mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru, akazichukua hizo mbao mbili za mawe mkononi mwake. Tano, Bwana akashuka ndani ya lile wingu akasimama pamoja naye huko akalitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, siwe mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Saba mwenye huone, kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi wala si kwenye kumhesabia mtu mwovu huwa hana hatia kamwe, na mwenye kuwapitiliza watoto uovu kwa baba zao na wana, wa, wana wao pia hata kizazi cha tatu na cha nne. Mwisho Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata chini akasujudu. Eh, aliyowasomea ni Erickson Ndege Mwangi na nimeokoka napenda Yesu kama Bwana wa Mwokozi wangu. Asanteni sana Mungu wabariki Anasa anaesasfe tena. Somo letu la pili natoka Wakorintho wa kwanza mlango wa, wa kumi na tano mstari wa thelathini na tatu Nitasoma, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Na mbarikiwe sante. Wa simama zote tuimbe wimbo wa kukaribisha mnenaji wetu wa leo. Nitaingia lango lako na sifa moyoni oh. Baba wetu wa mbinguni, wewe unayetupenda na kutujali na kutukirimia wokovu, wewe unayetusaidia siku baada ya siku, bila wewe hatujiwezei lolote, lakini ukiwa pamoja nasi, sisi ni zaidi ya washindi. Tunajiweka mbele yako asubuhi ya leo, na Baba tunakuomba ukanene nasi, ukafungue masikio yetu ya kiroho na ya kimwili ili neno lako likaweze kupata mahali pa kuingilia. Tupe moyo wa nyama, ililo neno lako likaweze kupata mahali pa kukaa. Asante Baba, kwa sababu ninaamini utatubadilisha na kututendea mema, kwa maana wewe ni Mungu unayetuwazia makuu, mambo mazuri, siku baada ya siku, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen. Ee, ketini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya Haleluya, wana mirere. Ah, mimi ninafurahi asubuhi ya leo kwa sababu hii ni siku jema Bwana ameifanya kwa ajili yetu tukaweza kujumuika na kufurahi katika neno la Bwana. Kwa majina naitwa Pita Nene, nimeokoka, nampenda Yesu Kristo kwa kuwa ameniokoa, ameniahidi mambo mengi mazuri mazuri, lakini nikikaa ndani yake. Na kwa hivyo nilifanya uamuzi kukaa ndani yake, kwa maana Mungu akiahidi anatenda. Ninafurahi kuwa ndani ya, ya kanisa hii pamoja na familia yangu, niko na mke wangu anaitwa Peris Nene, ningeomba asimame. Ya yes, huyo ndiye mke wangu ambaye Mungu alinibarikia. Tumebarikiwa na watoto watatu na ambao nafikiri waenda huduma huko nje. Ni vizuri tukaweze kushirikiana katika neno, kwa maana naona nimepewa muda mdogo sana, japo maandiko lina mengi lakini nitajaribu sana, nitajaribu kufanya haraka, maana naona niko na kama dakika 15. Haleluya! Kwa hivyo unajua, wakati tunasafiri na ndege kuna mahari inaenda inasimama, unaambiwa sasa ufunge mshipi na simu weke flight mode, kwa sababu safari inaanza ya kupaa. Na hivyo ningekuomba ufunge mshipi, kwa maana tunapaa tunaenda bio bio. Haleluya! He, tangu mwanzo Mungu alipoumba Adamu na Hawa, watu wa kwanza kuumbwa na Mungu, Mungu amekuwa mwenye rehema sana kwa kiumbe kiitwacho mwanadamu. Haleluya! mwanadamu ni mtu ameumbwa na mfano wa Mungu na mwanadamu ni mimi na wewe. Nataka nikwambie ya kwamba Mungu anatujali sana, na ndiyo sababu nataka tushiriki katika ujumbe wangu ya siku ya leo, the God of the second chance, God of the second chance, Mungu anayetoa nafasi ya pili, na nataka tuende tukijifundisha ndio, kama uko hapo na unaona kama wewe na Mungu mmemalizana, ujue bado safari iko kubwa sana, na rehema za Mungu ziko juu yako. Hata kama ulikuwa unalia, unaona umetenda dhambi nyingi sana, nataka nikwambie ya kwamba nafasi iko. Amen, nafasi iko, kwa maana Mungu hutoa nafasi ya pili Mungu tangu viumbe wa kwanza Adamu na Hawa walipomtendea dhambi, na kumbuka, walikuwa wameambiwa mkikiuka hii amri na kuapa mkakula chenye nimewaambia msikule, hakika mtakufa. Haleluya, walipokula ikawaje? Wakasikia mungu akija, wakatoroka kujificha kwa vile wako uchi lakini japokuwa Mungu alikuwa ameambia adhabu kubwa sana iko, tunaona bado Mungu anawahurumia kwa kuwatengenezea nini? Nguo ya kufunika uchi. Kwa nini sababu? Walikuwa wametoroka mbele ya uso wa Mungu kwa kujiyo, kwa kuwa walijiona wakiwa uchi. Lakini Mungu kwa rehema zake akawaandalia ngozi wajisitiri uchi yao. Nataka nikwambie kwamba, na tuende tuone watu kadhaa ambao japokuwa walikuwa wamekosea Mungu sana, nafasi ya pili ilipatikana. Kabla hatujafika kwa mtumishi wa Mungu Musa nataka tuone mtu anayeitwa Yona. Yona, habari ya ajiepushe na uso wa Mungu, alisahau ya kwamba pale Yona, baada ya kumkosea Mungu Yona, baada ya kumkaidi Mungu na alipoingia katika merikebu, hatari ziliwapata, merikebu ikayubayuba, mabaharia wakatupa shehena katika bahari ili angalau meri merikebu ikue nyepesi isizame. Haleluya! naye Yona kubi aliteremka kule chini na katika deki na akalala. Nahodha wa meli alipoteremka akamkuta Yona akamuuliza, wewe umelala, badala ya kuomba Mungu wako japo kwa, angalau atatusikia. wewe ni nani? umetoka wapi? na unafanya kazi gani? Haleluya. Nataka uone ya kwamba huyu ni Yona mwenye amefanya hasara iingie, mali zimetupwa kwa sababu yake watu wako katika hatari ya kuangamia na kufa sababu ya huyu Yona. Niambie, waliokuwa katika meli na wenye hiyo mali, ghadhabu yao ingekuwa namna gani? kama ni siku ya leo wanakurarua, ukiwa ukiwa ukiwa hai wanakurarua, hawawezi kukuacha. Lakini angalia uone, <coughs> Yona mwenyewe ndiye aliyewaambia nitupe, na alipotupwa Naharini ingewezekana akufe maji, azame, bado ziko juu ya Yona, anazuia maji kumuua Yona na akakuwa pupu. Haleluya! lakini Mungu amezuia Yona kusiagwa, ndani ya tumbo sama la samaki. Amekaa huko siku tatu mchana na usiku, siku tatu ndani ya tumbo la samaki. Alisurvive namna gani? God of second chance, rehema za Mungu zilizuia Yona kufa ndani ya tumbo ya samaki, na alipotemwa katika Ninawi kusudi la Mungu likatimia. Maana alilokuwa amelikataa alilifanya. Huyo ni mtu mmoja ambaye tumeona, japokuwa alikuwa amemkaidi Mungu, rehema ya Mungu ilikuwa juu ya falme vile umesimama imara, anasema hii ufalme wote na hili jumba langu la kifahari ni nani amefanya? Si ni mimi na mkono wangu. Hii ufalme nani amethibitisha? Si ni mimi tu.